Sababu so, wenda kuna watu walivaa yale mavazi, wenda hawakuwa walio huwa, wenda hawakuwa polisi au kwa sivyo nani eh? Sasa, so, sisi hiyo tusiingilie tusi sana